Unajua, lazima niwe mkweli sawa eh? Mimi nina haki ya kuzungumza chochote kuelekea mchezo wa marudiano hmm. Nina haki ya kuzungumza chochote kuelekea mchezo wa marudiano, yaani mimi hapa heavyweight. Kwa sababu gani? Uh, kwa sababu lazima niwe mkweli. Lionel Ateba eh, ni mchezaji mzuri sawa eh? lakini uh, somehow, kuna moments fulani anaikaba ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, Simba kwenye eneo la ushambuliaji. nimeumizwa na matokeo matokeo. afu hii Mike, mbona mbona umesogeza ume, ume hapa hivi hapa hivi? we kwani Mike kwamba yeye ukiweka kama hapa hivi si fresh hapa, weka, ku... weka hapo Mike hapa yeah. Oh, naona Bwana dullah Heavyweight, tumezungumza mengi uh, pengine hili ulilitarajia pia ah. Uh, of course unajua nili, nilisema katika interviews zilizopita kwamba Uh, Almasri wanapokuwa nyumbani nafikiri watu kama walifuatilia wali ile interview watakuwa wanajua nilisema Almasri wanapokuwa nyumbani eh, katika mechi zote za robo fainali wameweza kuondoka, na, na, maba, wameweza kufunga mabao sio kuondoka na ushindi, wameweza kufunga mabao kwa sababu kuna mechi wameshawahi kusuruhu kwenye robo fainali eh, kwa hiyo wanapokuwa nyumbani automatically wanakuwa ni timu ambayo kwanza ina uhakika wa kuweza kufunga mabao. E, ilifunga bao dhidi e, e, ya USM Alja mwaka 2018 ikaja ikafunga bao mabao mawili dhidi ya RS Berkane mwaka 2020 ishirini kwenye sare ya mabao mawili kwa mawili, lakini imekuja pia imefunga bao mabao mawili pia katika mchezo wa robo finali pia dhidi ya RS Berkane, mwaka 2022 mabao mawili wakashinda mabao mawili kwa moja, inakuja inafunga tena mabao mawili dhidi ya Simba Simba, lakini safari hii e, Simba wanashindwa walau kupata kupata bao na ndio inakuwa timu ya pili Kabla ile USMR ambayo wenyewe pia ilishindwa kupata bao mwaka 2018. Of course haya ni matokeo ambayo yanadisappoint kwa kwa, kwa kwa sisi wa Tanzania, umeelewa? Eh, hii sasa tunaweka mambo mengine mbali, unajua. Utanzania kwanza. Utanzania kwanza, mimi kama Mtanzania matokeo yamenidisappoint. Uzalendo. Of course na naumizwa na matokeo. Nimeumizwa na, na matokeo, matokeo afu hii mike mbona mbona umesogeza ume hapa hivi hapa hivi? Mike kwani kwamba ukiweka kama hapa hivi fresh Pe, ku... hmm, ah, yeah, no si freshi weka bwana. Kwa hiyo ah, mimi kama Mtanzania naumia yeah. Mimi kama Mtanzania naumia kwa sababu mimi eh, natamani kuona timu ina progress kwenda mbele, mbele kwa sababu ya Utanzania. yeah. hmm. Na ulizungumza jana sa maneno yako nadhani leo watu wataanza kuyakumbusha risiti zinarudishwa kwamba mechi kubwa ni hii almasiri kwa simba sports mchezo mwingine imechezwa hapa ndani na matokeo yake tumeyaona yamekwenda vizuri simba ili, ili, ili, ili ilipelea wapi kufanyia assignment mapungufu ya mpinzani wake ili kupata magoli katika nafasi walizozitengeneza yeah, of course unajua ngoja niwaambie kitu ndugu zangu Iko hivi, unajua, kuna, kuna, kuna baadhi ya, ya, ya point inapofika, unatakiwa tu urespect kile kitu ambacho mpinzani amekionyesha. Umeelewa? Kwa mfano, mimi nitakupa mfano. Umeona Abdurahim Bernom nimemzungumzia ni mimi sana, na watu wengi wamekuja wame pale wameona wame wameview wame ile, ile kitu nikasema huyu Bernom ni mchezaji hatari Anajua ni fundi vibaya mno sinaelewa. Na of course leo amefunga bao la nje ya box, unaelewa, amefunga bao na katika mabao ambao, katika vitu ambavyo mimi nilikuwa na review na nikawa nika natoa tahadhari, sikuwahi kusema kuhusiana na uh, swala la kufanya attempt nje ya box, lakini haimaanishi kwamba hawa walikuwa hawafungi mabao ya nje ya box, si naelewa. Eh, kwa wanaofuatilia ligi ya nchini uh, Misri Egyptian Premier League watakuwa wanaelewa, imenelewa kuna mchezo ambao ulichezwa tarehe 30 Oktoba ya mwaka 2024, imenelewa dhidi ya Tala El Gaish ambao ndio ulikuwa mchezo wa kwanza wa msimu wa ligi uh, Egyptian Premier League. Bao la nje ya box lilifungwa na bwana mmoja anaitwa Mahmoud Hamada ambaye leo amecheza kwenye eneo eh, la kiungo. Likawa ndio bao lao la kwanza la nje ya box msimu huu, lakini wakaja wakarudia tena bao ambao waliweza kulifunga tarehe 27 Februari mwaka elfu mbili na ishirini na tano e, walicheza katika mchezo ambao uh, e, Almasr waliweza kuondoka na ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya Smuha ambao mchezo ulichezwa katika Abuja la Arab e, na bao hilo liliweza e, pia kufungwa na Salah Muhsin assist kitoka kwa Abdirahim Dernum ambayo leo ndo amefunga amefunga bao, lakini kama hujui ni kwamba pia hili linakuwa ni bao la pili kwenye hatua ya robo fainali kufungwa nje ya box wameshawahi kufunga nje ya box na mpira wa free kick ambao uliweza kupigwa eh, na Haitham Wayuni na eh, waliweza kupata bao la design hiyo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza nikasema, mm, hiyo uh, sikuweza kutaja kusema ukweli kwamba wa protect zaidi, lakini nilimtaja mchezaji ambaye aliweza kufunga bao kwamba huyu ukimwacha, nilisema kabisa wasimpe space kwa sababu mchezaji ambaye ana uhatari, huwezi ukajua anaamua nini kwa wakati, kwa sababu aliona kuna spesi ya kuweza kustrike, akastrike na of course ikawa bao. Kwa hiyo tafsiri haraka haraka ni kwamba eh, mchezaji kama huyo hakutakiwa kupoa spesi ya kuweza kufanya maamuzi ya, ya, ya kuamua ambacho amekiamua, umeelewa? Heavyweight yeah, Lionel Ateba. Mm. Uh, Jean Chelewa yeah, uh, Yusuf Kagoma, Fabrice Lomba Ngoma uh, Hawa wachezaji ni leo wacheza itosha, kusema hawakuwa na siku nzuri kazini au wapinzani wamewakuta wakiwa e, na siku nzuri zaidi kazini. Unajua, jambo la kwanza kwanza unabidi uelewe Simba Sports Club katika huu mchezo wali dominate, maanake waliweza kutawala umiliki wa mpira, ila waliweza pia kutengeneza nafasi lakini hawakuweza kukumbet nafasi. Kwa mfano kama Leonel Ateba, umeelewa? Nafikiri ulikuwa unataka kuja lakini acha nikutangulie. Leonel Ateba uh, alikuwa na, uh, alikuwa na nafasi ambazo angeweza kuzikonvert na kuweza ku, ku, kusababisha Simba kupata walau bao, lakini akashindwa kutumia. Lakini kulikuwa kuna scenario ambayo aliweza kuchezewa faul na mlinda lango Mahmud Gad, ambayo kwa namna kubwa sana ile ilikuwa ni clear penalty. Umeelewa? Yaani hakuhitajiki uh, mjadala wowote mkubwa kwenye hii discussion kwamba ile ambayo ilitokea incidence ambayo ilitokea baina ya Leonel Ateba pamoja na Mahmud Gadi ilikuwa ni, ni, ni, ni clear yeah. Penalty clear kabisa, of course. Na Almasri wamekuwa na hii tabia ya, ku, ya, ya ku concede penalty. Kwa mfano mwaka elfu mbili na ishirini na mbili waliweza ku concede penalty ambao waliweza kumfanyia Shadrack Lukombe, lakini ilikuwa ni attempt ambayo iliweza kushikwa ndani ya penalty box na ikawa penalty ambayo ilikuwa converted na Al-Fahli. Kwa hiyo e, ile ilistahili kuwa penalty lakini ndo hivyo mwamuzi, pamoja na crew yake kwenye VAR, sijui sasa ile inaitwa sijui VAR mjongeo au VAR mshangao, kwa sababu, kwa sababu haikustahili kwamba eti wachezaji watoke wasogee kwa mwamuzi waanze kumharas na kusema hiyo ni penalty penalty. Wale wana maamuzi, wana, wana, lile ndo kazi yao. Yani mchezaji kazi yake ni kucheza. Wale waamuzi ambao wako kwenye, wana officiate kile chumba cha VAR, ndo kazi yao, wamekaa chini wana ma TV pale yana maengo ya kila eneo ya uwanja. Hakutakiwa tokee mchezaji amfate mwamuzi aanze kumshinikiza kama walivyofanya Almasri. Of course Almasri wamefanya kitu ambacho kilitakiwa kufanywa, lakini kwa, kwa Simba kutokufanya haimaanishi eti kwamba ilikuwa lazima Simba wamfate mwamuzi waka nini. So, ni kwamba yani, kwa Simba Sports Club wachukue hatua, wasichukue hatua wa yaani mwamuzi pale anasimama kama mtu ambaye yupo kazini kwake, ana majukumu yake, anayajua kabisa majukumu yangu ni haya haya haya na haya. Yaani sio, sio mchezaji aanze kum, kum, kum, kumlazimisha mwamuzi au kumfundisha majukumu mwamuzi. Wale waliokuwepo kwenye chumba cha VAR kama mwamuzi wakati hakuona Traore, wao walipaswa kuangalia na kumpa signal kwamba oya, ili tukio ni kweli ni incidence ambayo inaweza ikawanufaisha Simba kwa sababu ni goal scoring opportunity kubwa, na VAR ndio iko kazi kwa ajili ya kazi hiyo. Sasa waliache wa, wa, wa, wa, wa, wa, tukio lipite. Kwa hiyo Simba ilikuwa inatakiwa iwe timu ya pili kuweza kuwin penalty katika mchezo wa robo finali dhidi ya Almasri, lakini hiyo opportunity wameiua. Na kama Simba ongeza kupata ile penalty, manake mchezo ungeweza kubalance, na pengine flow ya mchezo ingeweza kubadilika kwa ujumla wake. Faida pekee aliyonayo Simba ni kwamba anamalizia huu mchezo katika ardhi uh, ya nyumbani Benjamin Mkapa, lakini tayari ana mzigo ambao anatakiwa usawazishe, ili apate nafasi ya kwenda nusu fainali. Kikosi cha Fado Davis kinatosheleza kinajitosheleza kuvuka hatua ya robo kwenda nusu fainali. Unajua, lazima niwe mkweli, sawa. Mimi nina haki ya kuzungumza chochote kuelekea mchezo wa marudiano na haki ya kuzungumza chochote kuelekea mchezo wa marudiano, yani mimi hapa heavyweight. Kwa sababu gani? Kwa sababu before huu mchezo mimi ndo nilikuwa mtu pekee, au sio pekee, lakini ni, nilikuwa miongoni mwa watu wachache ambao wametoa insights za huu mchezo na mimi ni miongoni mwa mtu ambaye nimefuatilia Almasri nimefuatilia ligi ya Egypt na naijua vizuri Almasri, tuseme kuliko watu wengi na ninaamini kabisa opportunity ya Simba kuweza kuondoka na ushindi kuanzia mabao mawili katika mchezo wa marudiano kwa clean sheet upo kwa zaidi ya asilimia themanini. Trust me or not themanini, of course themanini. Mimi mimi, kwa upande wangu mimi nampa Simba asilimia themanini ya kuweza kupata magoli mawili kwa clean sheet mchezo wa marudiano. Ila sasa mlima alouweka Simba hmm. sawa ni kuj... kwanza akishafika hayo mawili ajaribu kutafuta bao ambao lita lita exceed ile aggregate ile aweze ku progress bila ku kwenda ku, ku, kwenye penalty shootout. Hicho ndio kitu ambacho Simba wameki wameki nini. Lakini mimi ukiniuliza heavyweight Dullah. Sawa, nimewazungumzia Almasri kwenye ukubwa wao. Umeelewa? Simba Sports Club pia nimeizungumzia kwenye ukubwa wao, na bahati nzuri Watanzania wengi wanaijua Simba Sports Club na wanaiona na mechi zake wanaiona. Uwezo wa Simba kuweza kushinda magoli mawili katika mchezo wa marudiano upo. Ile ambacho kimeongeza me, ki uh, ugumu wa mchezo ni kwa sababu uh, Simba wakishapata hayo mabao mawili stil watahitaji bao la tatu pasipo kuconsid bao ili waweze kuprogress, lakini mimi ukiniuliza kwamba prediction yangu katika mchezo wa marudiano mm -hmm. Nakwambia kabisa Simba Sports Club wanaenda kuprogress kwenda hatua ya nusu fainali. Nakuambia kitu kimoja sasa hivi mm -hmm. Watu wote upepo wao utasema kwamba kwa sababu Simba E, amesha concede mabao mawili basi, shughuli yake imeisha, lakini nakwambia kitu kimoja, baada ya tarehe tisa au baada ya mchezo wa tarehe tisa tutakuwa hapa hapa tunafanyiana mahojiano. Nafikiri itakuwa ni katika dimba la Benjamin Mkapa, nitakuwa pale na utaniambia Jafe kwamba bwana, ulisema kwamba Simba Sports Club tarehe tisa anakwenda kucheza, yani anaenda kujihakikishia nafasi ya kucheza nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa sababu Uh, kwa mtu mwenye jicho la tatu umeelewa, alivyoutizama tu ule mchezo anaelewa kabisa kwa intensity ambayo uh, Simba wameionyesha away dhidi ya Almasri, kuna possibility kubwa uh, wakaja wakapata ushindi mzuri tu katika mchezo wa marudiano. Possibly kabisa naongea kwa kujiamini asilimia mia kwamba Simba Sports Club wanayo nafasi kubwa zaidi, pamoja na kwamba Almasri anaongoza kwa aggregate ya mabao mawili sifuri so far lakini Simba Sports Club ana nafasi kubwa zaidi ya kuprogress kwenda hatua ya nusu fainali zaidi kuliko Almasri. Trust me, ulikipanga kikosi na ndivyo kilivyokuwa mm. Hakuna mabadiliko hata ya mchezaji mmoja katika wale uliowataja. E, kimeshindwa e, kutumia nafasi ambazo zimepatikana, ndio hicho hicho ambacho mwalimu aondoke nacho kwenda kwenye mechi ya marejiano. Sasa dakika tisini za kipindi cha pili, mara baada ya hiki kipindi cha kwanza kumalizika, unajua Uh, lazima niwe mkweli leo nela teba eh, uh, ni mchezaji mzuri sawa eh? Lakini uh, somehow kuna moment fulani anaikaba ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana simba kwenye eneo la ushambuliaji, na kama umeangalia mchezo wa leo utagundua uh, Simba Sports Club kuanzia kwenye uh, build up mpaka kwenye eneo la katikati walikuwa wako uh, standard kiasi fulani, ila walikuwa wanakosa maarifa kwenye eneo complete dribbles kadha wa kadha kwenye half space amejaribu kuingia ndani ya penalty box, amepiga cut out, amepiga v pass zote zinashindwa kuwa connected na Lionel Ateba, kwa sababu mara nyingi alikuwa anafanya movement katika maeneo ambayo si sahihi kulingana na position ya mtu ambaye anamiliki mpira kwa wakati huu akiwa ndani ya penalty box. Hichi kitu ni kitu ambacho kimekuwa kiki unajua mchezaji au mshambuliaji mda mwingine, um, unaweza ukasema huyu anafunga magoli mepesi, lakini kumbe anatengeneza anajiposition katika mazingira ambayo yanamfanya yeye kuweza kureceive mpira akiwa kwenye mazingira mazuri ya kuweza kufanya tapping ya kuweza kufunga bao. Sasa leo ni la Teba, kuna nafasi unaona kabisa. Uh, Eli Mpanzu yuko maeneo ya pembeni ndani ya, ya, ya, ya, ya penalty box ya anajaribu, kwa sababu mwisho wa siku akishakuwa kwenye angle fulani ya, ya penalty box hawezi kupiga cross zaidi ya kupiga v pass. Kwa hiyo hutakiwi kuwa kwenye mstari mmoja na, na beki wa, wa opponent, unatakiwa uwarudi uwa nyuma kidogo katika sehemu ambayo e, utakuwa free kuweza kupokea ile pass kirahisi, unawa escape wale ma defenders. Sasa yeye yeah, anakaa anajizonga nao, kwa hiyo mwisho wa siku zile passes zinakuwa zinachukuliwa tu na viungo wa Al Masri na kuweza kupoteza zile goal scoring opportunity. Sasa hiyo yeah, kitu ni kibaya, amenielewa. Lakini ukiachana na hivyo pia e, katika game ya leo Jean Charles huwa amepoteza mipira mingi sana, nafikiri ni kwa sababu pia ya nafkiri pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walienda pale wakimchunga kwa sababu ndo mchezaji mwenye takwimu nzuri kwenye e, local league uh, lakini vilevile vile, uh, ni mchezaji ambaye anakumbukwa alifunga bao pekee katika mchezo dhidi ya CS Faxe. Na hawa lazima watakuwa wame review. Wakasema katika attacking player Simba huyu jamaa ndo amekuwa ki influence kwa kwa kwa upande kwa hiyo, kwa upande mkubwa hiyo huo Jangela huwa alipotezwa kabisa na akawa hana mara nyingi sana pasi zake zinakuwa intercepted. Uh, akijaribu kuprogress mipira anajikuta anashindwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo eh, ah, yani, naweza nikasema anatakiwa ajitahidi sawa, eh, kuimarisha kiwango chake katika mchezo wa marudiano, umeelewa? Lakini by the way Yusuf Kagoma sijaona kama ana performance mbaya sana kwa sababu Simba ili dominate. Kwa hiyo ha, ha, alikuwa na average tu performance fulani average, lakini eh, nategemea kuona kwa sababu still bado wachezaji hawa ulowataja bado hawajaonyesha walau asilimia sabini ya performance yao. Kwa hiyo kama itafika katika mchezo wa marudiano ika, a, Simba wakaonyesha at least asilimia sabini ya performance, nategemea kuona Simba wanaweza ku, ku, kupindua haya matokeo na kuprogress kwenda nusu fainali. Najua hichi kipindi ndo kipindi ambacho kinahitaji watu wenye roho ngumu, menelewa kama ilivyo mimi wa kuona kitu ambacho watu wengine hawawezi kuona, kwa sababu mimi naona kitu ambacho watu wengine hawawezi kuona, na baadaye mimi nakuwa mtu wa kwanza kusema kwamba Simba ata progress kwenda nusu fainali, wananiona kichaa. Alafu baadaye akisha progress kwenda nusu fainali eh, watu ndio wanakuja, hawarudi tena kwangu, watajipa wao maua kwamba, hey, timu kubwa hivi na hivi, mimi niliona. Ili nani sasa, mimi nasema leo leo, katika mchezo huu hata siku haijakuchia inakwenda, of course, of course inakwenda kwa kwa kwa kwa mimi ninavyokuambia Almasri anafungika vizuri sana na safu yake ya ulinzi inavuja vizuri, na mipira inapenya kwenye eneo la kiungo. Ni vile tu Simba leo, mtu yoyote muulize, atakwambia Simba kuna nafasi kadha wa kadha wali create, na pia walinyimwa penalty halali kabisa. Na kwa kuanzia, wanabidi waipe pressure, umeelewa? Wanabidi waipe wa pressure hii mechi kwa kujaribu kuripoti wale maofficials kwenye VAR kwa nini walinyima ile penalty halali, wajaribu pia kuwekeza nguvu kwenye uh, kuwapa pressure waamuzi na vitu kama hivyo, ili watende haki. Unajua, nikisema kwa hapa pressure, watu watakuwa wanaona kama kupanga matokeo. No, watende haki, kwa sababu Simba Sports Club kasha nyongwa leo, kwa sababu ile bao uki, ukienda tuna ushindi wa ukiondoka, uki na ushindi wa mabao mawili kwa moja away dhidi hmm, ya Simba we bado hujafuzu, kwa sababu akikupigia kimoja tu Benjamin Mkapa unaondoka wewe. Tunayo nafasi ya kuendelea kuyajadili mengi ambayo tumeona kwenye mchezo uh, wa hileo.